Kwenye uwekezaji kuna kanuni moja ambayo inaitwa ya uwekezaji wa muda mrefu. Mfano, mtu anataka kuwekeza kwenye vitu ambavyo kidogo vina financial vinakupa financial freedom ya muda mrefu, ambao wanasemaga utakula wewe, utakula wajukuu, utakula watoto. Mfano ambao wanajenga majengo, naona ambao mfano kuinvest kwenye real estate, kununua viwanja, kujenga majengo, kujenga sima godown, ma viwanda manini hizo hizo investment ambazo zinakuwa kwenye real estate, mfano unatakiwa uinvest kidogo kidogo, kwa sababu uh, inahitaji kidogo mtaji mkubwa, alafu inahitaji muda mrefu, alafu vile vile inahitaji uwe strong, na vile vile uwe una maono ya muda mrefu. Kwa hiyo katika uwekezaji wa hivyo vitu ni lazima uwekeze taratibu, usitake pupa tu kwamba leo umepokea mshahara ukaanze kuinvest kwenye real estate. Utakuta mambo mambo mengine hayatoenda. Kwa hiyo at least wanasema kwenye kitabu cha Intelligent Investor wanakuambia kwamba at least uwekezaji kwenye vitu vya long term, nini? long term term nini investment uwekeze at least asilimia kumi ya kile kipato ambacho unakipata. Mfano, unapata laki moja, hakikisha kila unapopata laki moja hapo unatenga shilingi elfu kumi kwa ajili ya hiyo investment. Unapopata milioni unatenga shilingi laki moja kwa ajili ya hiyo investment. Inaweza ikaonekana ndogo, ila compound effect ni kubwa baada ya muda fulani ukishapita. Kwa nini? Ni kwa sababu unapo invest kwenye kile kwenye kile kitu, unahitaji kuweka miaka mingi, miaka kumi, miaka ishirini, miaka thelathini. Kwa hiyo investment, ili uweze kufanikiwa kwenye kuinvest hivi vitu ambavyo ni long term lazima uhakikishe una invest taratibu.